Alama ya reli baba bilionea anaangalia mhudumu mweusi wa hoteli akimwacha mwanawe mwenye ulemavu kuchukua jukumu la kucheza dansi nae. Alikuwa na kila kitu: pesa, nguvu, ushawishi. Lakini hakuna kitu kilichoweza kumtayarisha baba huyu bilionea kwa kile alichokiona usiku ule. Katika chumba kilichokuwa kimepigwa giza kidogo, mhudumu mwanawake mweusi mchanga aliinama ili kumshika mkono mwanawe mwenye ulemavu na kufanya kitu ambacho hakuna mtu mwingine aliyewahi kufanya. Kilikuwa rahisi. Kilikuwa na huruma. Na kilifunua ukweli ambao alikuwa ameuepuka maisha yake yote. Alama ya nyota alama ya nyota kwa nini hakijawahi kutokea? Bonyeza kitufe cha kufuata ili ujue jinsi usiku huo ulivyobadilisha kila kitu kuhusu hadhi, ubaguzi wa rangi na utu. Usikose sehemu inayofuata alama ya nyota alama ya nyota. Kile kilichotokea katika dakika zifuatazo hakikubadilisha tu ulimwengu wa mwanawe. Kilivunja kila kitu alichokuwa anafikiri anajua kuhusu hadhi, ubaguzi na ubinadamu. Thomas Caldwell hakuwa ameshazoea kupuuzwa. Akiwa na umri wa miaka hamsini na tatu, alikuwa aina ya mtu ambaye jina lake lilifungua milango, ambaye akaunti yake ya benki ingeweza kutatua karibu tatizo lolote, isipokuwa lile lililokuwa muhimu zaidi. Mwanawe Daniel alikuwa amezaliwa na ugonjwa wa cerebral palsy. Na ingawa Thomas alimwaga mamilioni katika matibabu, hakuna kilichofuta huo ufuasi wa kimya katika macho ya mvulana wake. Usiku wa Jumamosi, alikubali bila huruma kumchukua Daniel kwenye sherehe ya ukusanyaji wa misaada katika mojawapo ya hoteli za zamani za jiji, mahali palipojaa vinara vya taa, marumaru yaliyosuguliwa na minongono ya pesa za zamani. Thomas alitarajia usiku mwingine wa tabasamu zenye ugumu na mazungumzo ya adabu. Kile alichokitarajia hakikuwa mkondo wa chini wa mvutano ambao ulionekana kuwafuata tangu walipoingia. Macho yalidumu muda mrefu sana. Mazungumzo yalisimama, e na mahali fulani upande wa ukumbi mkubwa, mhudumu mchanga wa kike aliyevaa shati jeupe safi alikuwa akiwaangalia, macho yake yakiwa imara, sura yake isiyosomeka. Thomas hakujua kwamba njia zao zingegongana kabla usiku haujaisha na hakuna kitu katika maisha yake ambacho kingekuwa sawa tena. Tangu walipoingia katika ukumbi mkubwa, Thomas aliligundua mabadiliko madogo katika hewa. Wageni wachache walitoa tabasamu za adabu, lakini macho yao yalielekea haraka kwa kiti cha magurudumu cha Daniel na kisha kwa mhudumu aliyebeba trei ya glasi za shampeni. Alikuwa mchanga katika umri wake wa miaka 20 ya mwanzo, mwenye ngozi yenye rangi ya shaba ya joto na nywele zake zilikuwa zimefungwa vizuri kuwa kikofi. Alienda kwa usahihi uliozoelewa, lakini Thomas aligundua wimbi dogo la kusita kila alipokaribia meza. Kadiri usiku ulivyoendelea, Daniel aliketi kimya kando ya baba yake. Muziki uliongezeka, walti ya zamani ya polepole pole, na wajozi walianza kujaza uwanja wa kucheza dansi. Thomas alijua nyakati hizi zilikuwa ngumu zaidi kwa mwanawe. Mikono ya Daniel ilitetemeka bila kutarajia, mwili wake ukiwa mgumu kutokana na miaka ya ufuniko wa misuli, lakini macho yake yaliwafuata wachezaji kwa shauku. Ilikuwa ni mtazamo ambao Thomas alikuwa ameona tangu Daniel alikuwa mvulana mdogo, akiangalia watoto wengine wakikimbia kwenye bustani. Kisha ikatokea. Mhudumu alitokea kando ya Daniel akipiga magoti ili macho yake yakutane na yake. Alisema kitu Thomas hakuweza kusikia juu ya muziki, lakini tabasamu lake lilikuwa la joto na bila ulinzi. Akiweka chini trei yake, alimshika mkono wa Daniel kwa upole. Kila kichwa mezani kwao kilielekea. Wachache walicheka kimya kwa kudharau, kana kwamba walikuwa wakiangalia kitu cha ajabu. Thomas alihisi kifua chake kikibana. Walienda kwenye uwanja wa kucheza dansi, kiti cha magurudumu cha Daniel kikipita juu ya mbao zilizong'arishwa. Mwanzoni watu waliangalia wazi. Wengine hata walinong'ona macho yao yakigeuza kati ya mwanamke mweusi mchanga na mvulana mwenye ulemavu alikuwa akimwongoza katikati ya chumba. Bendi ilisita kwa nusu ya mpigo kisha ikaendelea kucheza. Mhudumu alianza mdundo rahisi, mguu mmoja ukipiga hatua mbele kisha nyuma, akishika mikono ya Daniel ili aweze kuiga harakati kutoka kwenye kiti chake. haikuwa mengi. Lakini kwa Thomas ilikuwa kubwa sana. Lakini si kila mtu aliona hivyo. Aligundua jozi ya wazee karibu na bar, nyuso zao zikiwa zimegeuziwa na kutokuridhika. Mtu mwingine alinong'ona kitu kwa mkewe, kwa sauti ya juu ya kutosha kwa wageni waliozunguka kusikia. Eh, hii si mahali pa jambo hilo. Joto lilipanda kwenye uso wa Thomas. Alitaka kusema kitu chochote lakini kabla hajaweza kusogea, meneja wa hoteli alianza kutembea kwa haraka kuelekea kwenye uwanja wa kucheza dansi. Taya lake lilikuwa limewekwa, macho yake yamekaza kwa mhudumu. Moyo wa Thomas ulipiga kwa nguvu kwenye mbavu zake. Kitu fulani kilimwambia, hii haitaishia na ombi la adabu. Viatu vya meneja wa hoteli viligonga kwa nguvu kwenye sakafu alipokaribia, sauti yake ikikata kupitia muziki kama wembe. Bila hata kumtazama Daniel, alimwambia mhudumu anahitaji kusogea pembeni mara moja. Toni yake ilikuwa ya mkato, maneno yake yamefungwa katika adabu za uongo, lakini maana ilikuwa dhahiri: hampaswi kuwepo hapa na hii wakati pia. Bendi iliumba na umati ulikuwa kimya, mazingira yakiwa mazito na hukumu isiyosemwa. Thomas alihisi mapigo ya moyo wake kwenye masikio yake. Mhudumu alibaki mikono yake juu ya Daniel, mgongo wake ukiwa mnyoofu, kidevu chake kimeinuliwa. Hakubishana. Hakuhitaji wasi wake ulikuwa katika jinsi alivyokataa kuvunja mawasiliano ya macho na mvulana ambaye kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi alikuwa akitabasamu bila kuzuia. Kisha meneja alinyoosha mkono kungusa mkono wake. Haikuwa ya jeuri, lakini ilikuwa imara, aina ya ishara iliyokusudiwa kumkumbusha mtu mahali pake. Thomas alisimama haraka kiasi kwamba kiti chake kilichukua kwenye sakafu ya marumaru, sauti ikiakisi katika ukimya. Alikuwa amekabili washindani wa bilioni za dola kushughulikia uzinduzi wa uadui na kutazama chini wapinzani wa kisiasa, lakini hakujawahi kuhisi hasira kama hii. Alikatisha chumba kwa hatua chache akisimama kati ya meneja na mhudumu. Kwa sekunde macho yao yalipigana, mtu mmoja akishikamana na sheria zilizopitwa na wakati mwingine ghafla akiona sheria hizo kwa kile ambacho zilikuwa kweli. Pande zote minong'ono ilibadilika kuwa manung'uniko, simu zilianza kuinuka. Hii haikuwa tu dansi tena, ilikuwa changamoto kwa urithi usiosemwa ambao ulikuwa umeshikilia vyumba kama hivi kwa muda mrefu na katika wakati ule uliosimamishwa, kabla mtu yeyote aweze kusema, kabla mtu yeyote aweze kuamua jinsi hii itakavyoishia, Thomas aligundua kitu ambacho kilimpeleka baridi kiasi. Hii haikuwa mara ya kwanza amesimamishwa, ilikuwa ni mara ya kwanza mtu kama yeye alikuwa akiangalia. Mkono wa meneja ulianguka mbali, lakini si kwa sababu alitaka. Uzito wa macho ya dazeni na hasira ya baba bilionea kulikufanya kurudi nyuma kuwa chaguo pekee. Muziki ukaanza tena laini zaidi wakati huu, lakini Thomas hakuweza kusikia. Mhudumu alibaki na Daniel kwa kipande kilichobaki cha wimbo, mikono yake imara, tabasamu lake lisiloyumbika. Ilipomalizika, Thomas alimshukuru si kwa adabu tupu za chumba, bali kwa shukrani ya kimya nzito ya mtu ambaye alikuwa ameona upofu wake. Aligundua ukweli. Kwa miaka mingi alikuwa amepigania hadhi ya mwanawe, lakini alikuwa amepuuza hadhi iliyoibiwa kwa wengine kila siku. Usiku ule haukuisha na makofi Uliisha na Thomas akimwangalia mhudumu akirudi kazini, akijua kwamba katika chumba kingine usiku mwingine huenda hakuna mtu wa kuingilia kati. Ilikuwa ni ushindi kwa mwanawe, lakini kwake ilikuwa ni ukumbusho mwingine tu wa sheria zisizosemwa ambazo alihitaji kuzingatia ili aishi. Katika siku zilizofuata, Thomas alijikuta akionyesha tena wakati huo. Alianza kuuliza maswali ambayo hakujawahi kuthubutu hapo awali kuhusu ni nani aliyepewa ruhusa kuwa katika nafasi kama hizo na ni nani aliyesukumwa nje kimya. Kwa sababu ukweli ni kwamba ubaguzi wa rangi haupaswi kila wakati kuvaa beji au kupiga kelele mitaani. Wakati mwingine unajificha nyuma ya sera, mila na viwango. Na ikiwa tunaligundua tu linapogusa maisha yetu wenyewe, tayari tumechelewa. Kwa hivyo nitakuuliza wakati unapofika na ukaona ukitokea mbele yako, je, utageuka au utapiga hatua mbele?